Taarifa zilizotufikia hivi punde ni kwamba Padre Kitima ambaye ni katibu wa baraza la maaskofu Tanzania ama baraza la maaskofu wa kanisa Katoliki nchini Tanzania ameshambuliwa usiku wa kuamkia Mei mosi 2025 lakini ni kwamba, baada ya kushambuliwa, alipelekwa hospitalini kwa ajili ya matibabu na jeshi la polisi linathibitisha kwamba kweli tukio hilo lilitokea huko jijini Dar es Salaam, na mtu mmoja amekamatwa kutokana na tukio hilo. Lakini ipo hotuba ambayo unasema Kuchu uh, kwamba huenda ndio imepelekea uh, kwa namna moja ama nyingine labda kushambuliwa kwake. Tuisikilize hotuba hiyo ya pale Kitima ya alafu waitake serikali sio kuiomba, waitake na sio kuishauri, waitake sababu sheria ziko wazi. Sheria zimewekwa ziheshimiwe, kwenda utawala wa sheria na watu waheshimiwe, kwa sababu raia ndio anapoweka kura yake ndiyo nguvu yake ya kuitawala nchi yake. Sisi kazi yetu kama kanisa ni kukemea uovu, kuiba kura za wananchi, kupeleka kura zisizo halali, feki kumtangaza mtu ambaye hajapata kura nyingi na mwache nyingi, huo ni uovu na ni kazi ya shetani, sio kazi ya Mwenyezi Mungu, na Watanzania wote hawajakubaliana hilo katika sheria zao. Tunachoiambia serikali, heshimu sheria, fanya amri za Mungu zinazodai uzuri. Tanzania kuna dini za kimila, kuna Ukristo, kuna Uislamu. Katika dini zetu hizo zote tunakubali kwamba Mungu anaagiza maovu haya na haya yote yaliyotambukwa ni maovu na hapo hamuna siasa. Tunasema maovu haya yaachwe, hatujawaambiwa mchague huyo, wachague chama hiki. Tutakaposema chagua chama hiki haka acha chama hiki, hapo ndio tutakuwa tumeingia kwenye siasa. Lakini tunaposema acha kuiba kura za mwenzako, acha kuvuruga kura ya raia aliyempigia, huyu ihesabu pale pale, na usipo ihesabu pale, huo ni uovu, ni ushetani, ni dhambi na lazima iachwe. Na huyo mtu anayefanya hivyo anajua kabisa atawajibika mbele ya Mwenyezi Mungu. Unasababisha watu wanauawa, unasababisha watu wanatumia muda mrefu kupanga foleni kupiga kura. Alafu unajua umeshapanga watu wako wabunge wamesema watachaguliwa, wewe unaweka wakwako unaowataka. Sasa hiyo sio mlichokubaliana kitaifa. Kwa hiyo hapo hamna cha siasa, na didi ni kueleza watu tenda kadri wananchi mlivyokubaliana kama nchi, na vilevile heshimu maamuzi ya wananchi. Kuambia waheshimu maamuzi wananchi, sio hatuwezi uh, kuwaomba ruhusa wao sisi, tutasema hawapo kutufundisha sisi, tuseme nini waseme. Sisi kazi yetu ni kukemea maovu na kuonya wanaoyafanya wayaache, yeah. E, na wasipoacha yanayakuta mataifa mengine lazima ikuta Tanzania. Hiyo ni baadhi ya hotuba ya hivi karibuni ambazo amezitoa Padre Kitima, na sasa tunaambiwa kwamba ameshambuliwa na ni mfululizo wa matamko kadhaa ambayo limeendelea kutoa kanisa la Katoliki kuiasa serikali kuiomba kwamba uh, ni vema kile ambacho kinasemwa kikatendwa na kuonekana kama kinavyosemwa. Hii ni taarifa ya awali ambayo tumepata uh, kwamba Padri Kitima ameshambuliwa katika makazi yake huko jijini Dar es Salaam, Kurasini. Tutaendelea kukupa taarifa mbalimbali kutokana na vile ambavyo tutakuwa tunazipata za Padre Kitima, lakini pia taarifa zingine. Karibu kwa utazamaji wako, na hapa ni Nyikani TV.